Mejifungua mtoto akiwa na kilo moja pointi tano baada ya changamoto ya maziwa, akashuka akawa na kilo moja pointi mbili. Nawashukuru na manesi na madaktari, walinisaidia mpaka mtoto akakaa vizuri, akawa na uzito mzuri, nikapata ruhusa. Mtoto wangu sasa hivi huyo hapa anacheza. Asante.

umbeni na wadaktari wote, ana kila mia saba mwingine anatoa kilo moja, anakuwa kwa shida, anakuwa kwenye mpira wenye mashine huko. Nashukuru wale wanatoka wanakuja kwenye Mkombe, anawasaidia sana, wanishukuru mna anasaidia niwape historia fupi ya mtoto wetu ambaye alizaliwa na uzito mdogo. Alizaliwa na uzito wa gramu mia saba kama alivyoeleza daktari. Amesema kwamba mtoto yule, kwa kawaida kabisa mtoto anatakiwa kuzaliwa na uzito kuanzia kilo mbili na nusu na kuendelea, lakini mtoto wetu yule alizaliwa akiwa na gramu mia saba hata kilo moja hajafika JL mpaka sasa ana umri wa miezi mitatu, ni mtoto wa kiume anakaa Igunga, anatoka Mbutu. Alikaa wodini kwetu katika wodi ya watoto njiti kwa siku sitini na tano. Mtoto huyu alizaliwa na alizaliwa mimba ikiwa ina wiki ishirini na tisa, yani inamaanisha kwamba miezi saba na kidogo, alizaliwa na gramu mia saba, lakini alizaliwa kwa njia ya operesheni na sababu ya operesheni ni kwa sababu mama alikuwa kondo la nyuma lilitangulia, lakini pia huyu mtoto baada alizaliwa kalia vizuri, lakini ndani ya lisaa moja akapata changamoto ya upumuaji. Alipopata changamoto ya upumuaji akaletwa wodini, wodi ya watoto njiti kwa ajili ya kusaidiwa. Alikaa kwenye mashine ya kupumulia ambayo kitaalamu inaitwa CPAP fika siku ya tano akaanza kubadilisha tena akawa anatapika na tumbo kujaa. Tuliendelea naye kutumia mpira na matibabu, lakini ilipofika siku ya tisa mtoto alishuka uzito mpaka kufika kutoka mia saba mpaka kufika mia sita ishirini mia sita ishirini, lakini pia alikuwa na oba akarudishwa tena kwenye dawa. Hata nafuu akatolewa kwenye mashine akiwa na gramu 790. Siku ya 30 alipewa mazi, mafuta ya samaki na dawa za kuongeza damu. Siku ya 38 mtoto akatolewa kwenye chumba cha watoto mahututi na kupelekwa odini kwa ajili ya kukumbatiwa kwa hiyo alikaa odini kwa muda wa siku 27. Na alikuja akaruhusiwa na gramu elfu moja, mia tano na kumi. Mpaka sasa mtoto wetu amekuja mara nne. Nimshukuru sana Dkt. Mbeni wauguzi wote, muuguzi kiongozi. Ninawashukuru sana wote mnaofanya hospitali ya eh, katika wodi ya Yaniki. Mmekuwa na moyo thabiti, moyo wa kiutumishi moyo wa kujitolea, na Mungu awabariki sana. Na lengo kuu la haya maadhimisho ni kuweza kujaribu kuelimisha jamii juu ya visababishi vinavyosababisha mtoto kuzaliwa njiti au kabla ya wakati, lakini pia um, lengo kuu ni kuweza e, kujua changamoto o, jamii likiwajua changamoto ambazo e, zinatokana zinatokea kwa hawa watoto wanaozaliwa njiti mwisho wa siku kuweza kuifundisha jamii au kuelimisha jamii juu ya jinsi ya kuzuia changamoto za watoto wanaozaliwa njiti. Kimfupi zaidi kwamba mtoto anazaliwa njiti, yule mtoto ambaye amezaliwa chini ya wiki 37, kwa maana ujauzito wa kwamba wiki 37 na kuendelea, lakini yule ambaye anazaliwa chini ya wiki 37 ndio tumeita mtoto njiti au anazaliwa kabla ya muda wake. O, kuna sababu nyingi nyingi ambazo zinasababisha au zinaweza kuleta mama mjamzito kajifungua kabla ya wakati wake na kajifungua mtoto njiti. Sababu ya kwanza kabisa ni maambukizi kwa mama mjamzito. Maambukizi yanaweza kuwa bakteria, yanaweza kuwa virus, yanaweza kuwa fungus na pia inaweza kuwa maambukizi mengine tunaita tochesi infection. Yani, maambukizi yanaweza kusababisha mama kajifungua kabla ya wakati wake. Sababu nyingine ni magonjwa ya eh, muda mrefu kwa mfano shinikizo la damu. Kuna muda wa mama anapata shinikizo la damu kwa ujauzito, kitaalamu tunaita preeclampsia, na lenyewe pia sa vizuri kasababisha mtoto uh, mama akapata um, um, uh, eclampsia ambayo kitaalamu wanaitwa uh, anapata degedege kifafu cha mimba, uh, mimba. Mwisho wa siku mama anajifungua kabla ya wakati wake. Kitu kingine ni upungufu wa damu ambapo mama akiwa na damu chanya au kimwili damu chache au kwa kutoa ujauzito anapokuwa katika hatari ya kuweza kujifungua mtoto kabla ya wakati wake. Kisababishi kingine ambacho kinaweza kusababisha mtu kuzaliwa kabla ya umri wake ni mama kuwa na ujauzito ambao kwa watoto zaidi ya mmoja, kwa maana wili na kuendelea, yenyewe ni kusababisha mama kujifungua kabla ya wakati wake. Magonjwa sugu kama HIV, maambukizi ya virusi vya ukimwi HIV vinamletelezea pia mama kuweza kujifungua kabla ya wakati wake. Na wakati mwingine pia um, stress za mama kwa mjamzito, labda hamna maelewano kwenye familia au ana changamoto zingine kimletea stress, mama anaweza akajifungua kabla ya wakati wake. o kisababishi kingine ambacho kinaweza kusababisha mama kujifungua kabla ya wakati ni mama kutokwa na damu Uh, akiwa mjamzito. Kwa hiyo alikuwa anatoka damu kwa mara kwa mara, nayo inaweza ikasababisha huyu mama akajifungua akajifungua akajifungua kabla ya wakati wake. So kimsingi, ni kwamba visababishi kwa, kasababisha mama kujifungua kabla ya wakati wake vinaweza vikazuilika, na kama vinaweza vikazuilika, manake tunaweza kuzuia hii hali isitokeze. Na uzawa ya afya inasisitiza zaidi juu ya njia za kuepusha au kuzuia mama asijifungue kabla ya wakati wake. Njia ya kwanza kabisa tunashauri kwamba mama akijihisi tu mjamzito akijihisi tu mjamzito, anatakiwa akimbilie hospitalini kwa ajili ya kuanza kliniki na kuanza kliniki mapema, na tunashauri zaidi aanze kuiza kliniki kabla ya wiki kumi na mbili maanake kabla ya miezi kumi na mbili, mbili. Maanake akianza kliniki mapema itakuwa ni vizuri zaidi kwa watumishi wanafanya kazi katika eneo la, la, la kliniki weza kugundua changamoto ambazo zinaweza kusababisha umaa akajifungua kabla ya wakati wake, kama ozungumza maambukizi ya bakteria au fungus. Akienda kliniki yakugunduza mapema, mama na ujauzito taendelea hadi kufungua mtoto ambaye sio jiti. Lakini mama pia akiwa na shinikizo la damu blood pressure akiwa juu, akienda kliniki mapema zaidi, atagundua mapema, ataanzisha matibabu na watumishi na hatimaye itamsaidia kuweza kutunza mimba yake ya kufikisha miezi tisa na atu uifungua mtoto ambaye sio njiti. sababishi iishizngumza ii tamkinga. Kwa mfano, akiwa na maambukizi ya virusi vya UKIMWI kwamba mama anajifana na virusi vya UKIMWI, akazuria kliniki, akaanza kutumia zile dawa mapema kabisa kwa uaminifu mkubwa, na akahudhuria kila kuzuria mara kwa mara kwa hiyo huyu mama ataweza kutunza mimba yake au mtoto wake na kufikisha miezi tisa na, na hatimaye kujifungua um, kabla kujifungua um, uh, wakati miezi tisa imeshafika. Ko, wito mkubwa zaidi kwenye jamii ni kwamba wamama wakujitungua kwamba wameshabeba ujauzito waweza kuhudhuria kliniki ma mapema zaidi, wafanyiwa vipimo mbalimbali na hatimaye mimba zao ziweze kutunzwa vizuri zaidi na uweze kujifungua salama mtoto akiwa amekimika na kuweza kuzuia hizi changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza. Siku ya leo ya kufanya kumbukumbu ya siku ya mtoto njiti duniani, nafikiri daktari bingwa pamoja na manesi wameielezea vizuri kabisa. Siku hii tunafanya hivi katika kuendelea kutoa elimu kwa jamii kwamba watoto njiti ni sawa na watoto wengine, endapo tutazingatia yale ambayo daktari bingwa pamoja na muuguzi wetu wametufundisha. Kina mama tunaelewana? Tumeona ushuhuda kwa kina mama wenzetu ambao watoto wao walizaliwa wakiwa na changamoto hiyo, na leo wana watoto wao ambao wamewashika mikononi mwao baada ya kuzingatia yale ambayo yalikuwa yakielekezwa na wataalamu wa afya. Nitumie nafasi hii kuwarai wananchi wenzangu, wanajumuiya wenzangu wa Tanzania wote, tuna wajibu wa kujua kwamba mtoto njiti ni sawa na mtoto mwingine, na tukizingatia kanuni za afya anaweza akakuwa, akawa kiongozi, akawa mtu yoyote yule bila kujali kwamba alizaliwa na changamoto yoyote kwa kuanza kabisa naomba nilishukuru shirika la afya duniani, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukubali kwamba tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na moja tuwe tunafanya hii kumbukizi, na tunafanya hii kumbukizi tukiwa tuna lengo la kujifunza zaidi, kuishirikisha jamii. Sisi wataalamu tunajua nini na nyewe wananchi mnatakiwa kujua nini, ili kwa pamoja tukiungana ndio tunaweza tukawaokoa watoto wetu. Tunaweza tukawa sisi wataalamu tunajua, lakini nyinyi wananchi hamjui tunaweza kumwokoa mtoto kweli? Hapa hatuwezi, lakini tukishirikiana wote pamoja tunaweza kumwokoa huyu mtoto. Kwa hiyo tunaishukuru shirika la afya duniani, tunaishukuru serikali yetu na sisi wenyewe wananchi kubali kuja leo hapa. Tungeweza tukaitisha sherehe hii tukaitisha mafunzo haya, msije, tungemfundisha nani? Tusingemfundisha yoyote. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Lakini lingine, nawapongeza sana watumishi wa wodi ya nikyu lakini na watumishi wote wa hospitali ya wilaya ya Igunga wakiongozwa na mganga mfawidhi kwa jinsi ambavyo wameendelea kusimamia utoaji wa huduma za afya ndani ya hospitali ya wilaya lakini na ndani ya halmashauri yetu ya Igunga. Nafikiri kina mama mejiridhisha namna ambavyo watumishi hawa kwa namna moja ama nyingine wameendelea kusimamia huduma za afya vizuri kabisa wasingesimamia huduma hizi za afya vizuri, leo watoto hawa tulioonyeshwa ushuhuda au tusingekuwa nao hapa. Mtoto wa gramu mia saba usiposimama vizuri, unaweza kumwokoa kina mama, naweza kumwokoa, lakini watumishi hao wamesimama vizuri, wameweza kuwaokoa. Kwa hiyo niwapongeza watumishi na niwaombe msichoke kuendelea kutoa huduma za afya kwa sababu hii kazi ni ya wito ni kazi ambayo tuliitafuta sisi wenyewe, na tunafanya uwakilishi kwa Mwenyezi Mungu kuokoa afya za watu. Watumishi tuko pamoja, asanteni sana. Lakini sambamba na hilo, ni wapongeze wananchi wa Igunga na hususan nyinyi ambayo leo mko hapa, mtakuwa mabalozi wazuri kwa jamii yetu ya Igunga, tukaendelee kuhamasishana kuzitumia huduma za afya, ameeleza daktari. Kisababishi kimojawapo cha kuzaliwa mtoto njiti ni endapo mama ana magonjwa ya kuambukiza. Kina mama mlilipata hilo, mlilipata hilo kina mama. Kwa hiyo kama mama mjamzito ana magonjwa ya kuambukiza yanaweza kusababisha akajifungua mtoto, mtoto njiti, kwa sababu atajifungua kabla ya zile wiki thelathini na saba alizozisema daktari hazijafika na ili utambue kama una maambukizi au hauna maambukizi, ni kufika kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, kwenye kliniki. Usipofika pale, hatuwezi kukupima kujua hali yako ikoje, amesema daktari. Ukiwa mama na ugonjwa wa presha, magonjwa ya kisukari, magonjwa sugu kama Ukimwi, unaweza ukasababisha ukapata mtoto njiti. Na ili mama uyajue yote hayo ni lazima uje kliniki. Kwa hiyo niwapongeze kinamama kwa namna ambavyo mmekuwa mkihudhuria kwenye kliniki zetu mbalimbali, hususani kama leo tumekuja kwa wingi huu na wote mmetoka kliniki, si ndiyo kinamama? Si mmetoka kliniki? Mkawe mabalozi wazuri kuwahamasisha kinamama wote kuhudhuria kliniki.